Lazima nikaimarisha kikosi kazi cha wizara pamoja na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Iko baadhi ya maeneo ambayo kuna mianya ya watu kutorosha madini, natumia fursa hii kutoa angalizo hilo. Hivi sasa tumekwisha kuichora ramani, mtaanza kuona muda sio mrefu. Ninao watu ambao wako mahakamani, kesi zinaendelea, lakini tutawakamata watu wengi sana watu wengi sana ambao wanaikosesha nchi yetu mapato kwa kutorosha madini. Tulijitahidi sana kipindi kilichopita, lakini tutaongeza nguvu hivi sasa. Ukibana huku fedha inakuja sokoni, nchi inanufaika. ulizi, usalama, kwa tutaongeza ulinzi katika rasilimali zetu, tutaimarisha usalama na tunaendelea kuwafuatilia wale wote katika njia tofauti tofauti hatutaendelea kutoa leseni kubwa kwa mwekezaji yoyote kama hatakuja na mpango mahiri wa kuongeza thamani madini yetu ndani ya nchi. Ni mara kumi tuendelee kujengeana uwezo hapa, tubaki na manufaa haya. Huu ndo msimamo ambao haujawahi kubadilika ambayo hii uh, swala la uongezaji thamani ilikuwa changamoto kubwa kwa miaka mingi. Wachimbaji walikuwa wanahangaika na soko, tulikuwa tunazari, tunachimba tunasafirisha udongo au mawe ambayo hayajachenjuliwa. Lakini kwa sasa toka uh, sheria mwaka elfu mbili na kumi na saba tumekuwa na, serikali imekuwa na juhudi kwa eh, kukaribisha wawekezaji na kujenga mazingira mazuri kwa wawekezaji kuja kufungwa hapa. Uh, tukimalizia katika hatua za uh, tumemaliza hatua zote nne uh, I mean, mbili ambazo zina mashine nne, tutawaajili wafanyakazi wa Tanzania mia tatu ambapo hapo naongelea skilled ambao ni wataalamu na na, administrators na wafanyakazi wa kiwandani na wale ambao unskilled.